na baada ya pale utaweza kuiona website ya NECTA namna hii, utaifungua baada ya <coughs> kuifungua website hii, na hakikisha website unayoifungua ni necta.go.tz. The National Examination Council of Tanzania, welcome to the NECTA website. Kwa hiyo hakikisha website ambayo utaifungua ni hii, kama jinsi inavyoonekana. Ukifungua website tofauti na hii, hautaweza kupata matokeo. Hakikisha matokeo yote unayaangalia kupitia website hii hii. Ni official website ya NECTA. Kwa wewe ambaye ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel hii ya FEABOY, tafadhali bonyeza hiyo neno subscribe, like video hii, share video hii kwa wengine wengi zaidi, ili waweze kupata nafasi hizi chini kidogo, sehemu hii ya news utaweza kuyaona matokeo ya kidato cha nne. Lakini njia rahisi ni hii, gusa hivi vidole hapa juu, njoo kwenye sehemu hii ya result. Baada ya hapo, gusa hii CSEE, CSEE. Ukigusa hapo matokeo yataweza kulodi hapa ya 2025 utaweza kuona matokeo ya 2025 yataweza kulodi hapa. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kubonyeza tu hii neno wewe ni kubonyeza tu hiyo linki hapo, na baada ya hapo, matokeo yako yataweza kufunguka namna hii. Matokeo haya yataonekana namna hii. Kwa hiyo, hapa utakachokifanya wewe ni kuchagua tu center ambayo unataka kuangalia matokeo yake, au shule ambayo unataka kuangalia matokeo yake. Utachagua shule yako ambayo unataka kuangalia matokeo yake hapa baada ya kuchagua shule yako, basi moja kwa moja matokeo yake yataweza kufunguka na utaweza kuyaangalia. Kwa hiyo hii ni njia rahisi ya wewe kuweza kuangalia matokeo haya ya kidato cha nne pale yatakapotoka. Kumbuka matokeo haya kwa sasa bado hayajatoka. Sante.